omba utupe maguta eh, tupandike mbula twakoya mno eh, ise bana bako kwakuletelaga ng'ombe mbuli na holo utupe maguta kubukena na maguta kwadotaga hmm? kwakoya mno ise bana bako kukufa na nzala ise bana bako lakini kuikala kwako kuumbuka nene nale mtemi manyala aluna leta wanilekela goko wanilekela isumbele ne ya utemi ninwe bake na mage mwanilekela eh Paka tungo lele na lebe ya mpango masogado na hali itana ambula na yu wizabili itatizo. Ila kwa halo mbaga. Na ni mbiaga kufungwe. Lukuba lugaye. Mawe gose galale. Kupande kesikolo. Tupandike ng'ombe tupandike chakurya tupone mipunga vakula eh? nadoto vakasinde wose wamatandula ba vakinamagi msekele hakemo naho goku mbogo ihi mm? ba bolo, ba makoma ba maluga gingwe mlete mbula mlete minze masoga. Eh? Kwa jina naitwa Salumu Kalatasi Uyugu kwa cheo hapa tulipo, hapa wazee, ni kiongozi wa masuala ya kimila hapa. Tupo kwa ajili ya hali ya hewa imetuchanganya, kila kukicha tukiangalia juu hivi hali ya mawingu hairidhishi. Tuitana na wazee kwamba hili swala lipo kwenye wakati mgumu, kwa hiyo tukachukua jukumu la kimila. Huwa tukichanganywa na hali ya hewa jinsi kama ilivyo dunia sasa hivi Mvua zieleweki huwa tunakuja hapa kwenye sehemu ambayo kama sehemu hii panaitwa Kinamagi, hapa tunaita kwenye maombi ya kimila. Tukija hapa kuomba, tunapata tunachokitaji kwamba ni mvua, kiliochote kikubwa ni mvua. Tume, tumeona kwamba hii nchi inakoendea ipo kwenye harakati za kupata njaa. Kwa hiyo ndio tukakaa na wazee tukatathmini kwamba tuende kwenye sehemu ya maombi Ndo sehemu ambayo tuliko hapa. Matarajio yetu kama na Mungu ametupa ame, ame baraka, tunaweza tukakutwa na mvua kabla ya kuanza hata kupata chakula. Tuichokuja nacho hapa, mfano kama ng'ombe yule mweusi aliozaliwa usiku, na mbuzi aliozaliwa usiku, na kondoo aliozaliwa usiku, tukija kuchinja hapa, tuombe mambo tunayoyaomba ya mvua. Kama Mungu akiweka tiki, muda ule ule na siku ile ile, mvua tunapata na tunaendelea kulima, tunakuwa na mavuno mazuri. Hiyo ina maana mvua kama haitonyesha kwa hiyo inaweza tukaathirika na vita ya njaa, na adui mkubwa katika maisha ya binadamu.